Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wasallam amma baad. Tunaendelea kuelezea matatizo ambayo kwamba yanahusiana na akili. Uh, tumezungumzia katika video kwaaza, ya kwanza matatizo ya amnesia, tukasema Kiarabu wanaita fuqdanu dhakira. Hii leo tunazungumzia ugonjwa pili unajulikana kama autism. Autism ni matatizo ambayo kwamba inawapata watoto pia, hata watu wazima pia inawapata iwapo inakuwa ina amezaliwa na huu ugonjwa. Ugonjwa kama huu Kiarabu, e, unaitwa maradhi ya tawahud. Uh, yani, bi fathi alwaw almuhmala atawahud, ni ugonjwa ambao kwamba unapata watoto bi maana ya autism, na autism vilevile kiufupi chake wanaita ASD. Huu ni ugonjwa ambao kwamba inapata watoto wadogo kutokea mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ikifika mwaka wa tatu inakuwa ndio kipimo cha mwisho cha mtu kuonekana kama ana autism ama hana. Mtoto kujulikana kama ana autism ama hana mpaka avuke miaka mitatu, kwa sababu katika hiyo miaka mitatu, wakati wote anaweza kumpata ugonjwa huu wa autism. Watafiti wameangalia sababu yake, wakazunguka sana, lakini mwisho wamekuja kuafikiana kwamba sababu kubwa ni wiratha. Katika elimu nafsu tarbawi wanaita alwiratha, bimaana mtu amerithi ima upande wa babake ama wa mamake, yani genetic. Kwa hiyo hii ndio sababu kubwa. Kuna sababu zingine, lakini hii ndio kwamba inategemewa sana kwa wale wanazuoni wa wanazuoni wa tiba. Lakini alhamdulillah baada ya muda mrefu e, tumepata wagonjwa wetu alhamdulillah, wamepona kutokana na ugonjwa kama huu. Watoto ambao kwa walikuwa hawezi kuzungumza, alhamdulillah, baada ya kupata dawa wameanza kutoa matamshi yale, matamshi yamefahamika. Bila kusahau kwamba kama mnavyoona hapo eh, yaani mama ambao kwamba ameleta shukrani katika group zetu, baada ya kuonekana kwamba mtoto ameleta natija nzuri ya kuongea. Sababu zake, anaonekana mtoto inakuwa haezi kuzungumza vizuri, haezi kuanza mazungumzo, na yale mazungumzo yakianza inakuwa haiwezi kukamilisha ingawa atakamilisha inakuwa ile maneno hayafahamiki vizuri. Kwa hiyo inakuwa ile ile ule twaji mawasiliano inakuwa sio mazuri kwake. Kwa hiyo hizi ndio dalili za autism na sababu zake tumetaja na dawa zake tumeonyesha kwamba alhamdulillah Allah ametujalia tumepata wagonjwa ambao kwamba wameenda kwa kupata nafuu. Na hii yote ni kwa kudira Allah tabarak wa taala na uwezo wake. Kwa sababu sisi ni mimbabi akhdhu alasbab kama lawo Sababu, yani Allah ndiye mwenye kuponyesha, sisi tu ni sababu. Kwa hiyo, si lazima mtoto wa jirani yako au mjukuu wako amepona, lazima upone. Bali hii ni tawfiki ya Allah tabaraka wa taala, yutihi man yashaa. Kwa hiyo, karibuni sana katika ofisi zetu, kwa wale ambao kama watakuwa na ugonjwa kama huu, waje tutawapatia mashauri zaidi. Tembelee ofisi zetu. Kama kwa Mombasa tuna ofisi Mombasa, naona wagonjwa Mombasa, Malindi, Lamu na Nairobi. Ofisi zote hizi ziko wazi na pia na no, usiku maalumu ambazo kwamba anatembelea wagonjwa katika ofisi zetu zote. Kwa hiyo, karibuni sana. Wabillahi tawfiq.